Kwa mjibu wa askofu wa kanisa la kinjili na la kihutili Tanzania dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, anataja makosa 30 ya kimkakati yaliyofanywa na serikali. La kwanza, aliyebuni utaratibu wa kuteka, kutesa, kuua na kupoteza ameiteka serikali. La pili, kumpiga Lissu risasi na kupuuza hata waliotumwa ilitakiwa wawajibishwe kwa uzembe wa kukosea. Tatu, aliyebuni utaratibu wa kutumia vyombo katika siasa amevigaa vyombo na kuuza uzalendo na weledi. Kosa la nne, kurasimisha wizi wa kura, jina maarufu goli la mkono, ili limewafanya wana CCM wema kuonekana ni wezi wa kura. Kosa la tano kumfunga Mbowe kwa hila. Kifungo hichi kilisababisha wana CCM kwa mlengo mkali kukichukia chama kutoka kwenye mlengo wa kati. Kosa la sita kuvuruga maridhiano, ila zilivuruga lakini tunavyoambiwa. Kosa la saba kutekwa na kuvurugwa kwa fuara pamoja na mitego iliyokuwemo zingetuvusha na kuchelewesha moo ishirini na tisa. Kosa la nane kuchakachua sheria tatu za kuboresha uchaguzi. Kosa la tisa kuisaidia Chadema kutoshiriki uchaguzi. Kosa la kumi aliyeshauri Lissu akamatwe na kufunguliwa kesi ya waini amempaisha na kuipaisha Chadema, mikutano yake ilikuwa inaanza kupungua nguvu, kesi imempaisha kosa la kumi na moja aliyeshauri kumwangua Mpina akuwa na lengo zuri na rais. kosa la kumi na mbili aliyekataa maridhiano kabla ya uchaguzi aipendi nchi hata kwa ila yangefanyika na kuepusha yamo ishirini na tisa. kosa la kumi na tatu aliyeagiza kumpiga fazakitima. kosa la kumi na nne aliyeagiza kanisa la Gwajima alifungwe ameasisi au kufufua fikra mbaya za udini nchini. Kosa la 15, aliyeagiza kutekwa na kupotezwa kwa polepole, kumeigawa nchi. Eh, CCM nayo pia imegawanyika. Kosa la 16, aliyezuia demokrasia ndani ya CCM, imezalisha makundi hatarishi, mwenyekiti Kigoma kutoka nje, wabunge walioenguliwa kutokupigiwa kura za maoni, walioshinda kura za maoni wakainguliwa na walioshinda uchaguzi wakapokonywa. Kosa la 17, aliyebuni mradi wa chauma. Kosa la 18, aliyeagiza matumizi ya risasi za moto siku ya uchaguzi. Kosa la 19, aliyebuni matokeo ya asilimia 97.6. Hata kama ni kweli, mwenye akili na hila angezipunguza hata kwenye conclave hakuna huu ushindi. Hii imefungua milango, imefunga milango ya mabeberu. Kosa la ishirini aliyetangaza wabunge na madiwani bila kuwaambia wamepata kura ngapi. Kosa la ishirini na moja aliyeshauri rais asitumie vizuri mkutano wa wazee wa Dar es Salaam, aliua matumaini yaliyojengwa na hotuba ya kuzindua bunge kosa la ishirini na mbili aliyebuni mradi wa wakatoliki vijola ili kuwatukana teki. Amesambaza sumu kwenye viungo vyote vya mwili wa taifa. kosa la ishirini na tatu aliyeshauri mabadiliko ya uongozi wa jeshi la malaika wa taifa Kosa la 24, aliyeshauri rais asikilize mapingamizi ya kuuza au kubinafsisha bandari. Kosa la 25, aliyeshauri kuwarejesha walioachwa nje ya serikali na JPM. Kosa la 26, aliyeshauri uundwaji wa serikali ya sasa. Kosa la 27, aliyeshauri kununua wapinzani kwa fedha kosa la 28 aliyeshauri mikwala ya kuficha ushahidi wa Mo 29. kosa la 29 aliyeshauri kuunda tume ya rais baada ya tume ya kijaji kuchunguza ya Mo 29 na na kosa la 30 aliyeshauri msajili wa vyama kuwa mwendeshaji wa vyama. Hii ni kwa mjibu wa mpiga ramli wa Kijaluo. Ukienda kwa sangoma wa Kikurya anaweza kuongeza. Naam, ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe, Askofu Benson Kalikawe Bagonza wa Kalinda, ametupitisha kwenye makosa 30 ya kimkakati ambayo yalifanywa na mamlaka za serikali ya Tanzania.